ni ndio dini ya kwanza Afrika na hekalu la kwanza limetengenezwa eneo linaitwa Epete Suti. Epe? Epete Suti. Ni hekalu la kwanza duniani, nyumba ya Mungu kutengenezwa chini ya jua kabla ya nyumba zote, hata Maka haijajulikana, ilikuwa jangwa. Linaitwa Epete Suti. Ibrahimu hajazaliwa chini ya jua hili. Ibrahimu ameingia Kemeti mwaka 1669 ametoka kwao Uru ya Ukadayo na mkewe Sarai. Umeelewa? Lili historia hiyo. Amemkuta mfalme mweusi amekaa kwenye kiti pale akampenda mke wa Ibrahimu Sarai, na Ibrahimu mwenyewe ni mweusi kama miwani yako rovaa. Huyo Ibrahimu mwana wa Azari, mtoto kitukuu cha nani? Kitukuu cha Enoki. Baba yao ni Mwethiopia kutoka huko Mathusera pamoja na, na Manase, ndio akaja kumzaa mtoto anaitwa Idris. Ila ndauli kwenye jibu langu swali langu kwa nini wewe una dini dini, zimele, dini zote zingeni? Kwa sababu Uislamu toka mwaka mia ulipoanza mwaka mia sita hadi leo na miaka elfu moja na mia nne uh -huh. Ukristo umeanzishwa mwaka miaka kumi na nne baada ya kuondoka Yesu, ndio Ukristo ukaanza uh -huh. kumi na nne baada ya Yesu kufa uh -huh. ndio Ukristo ukawepo. Ukristo wenyewe kudhibitishwa kabisa, Ukristo kufanya kazi ni mwaka 325 na AD, chini ya mkutano uliofanyika kule Nicaea nice, leo hiyo inaitwa Uturuki, mm. Konstantini wa kwanza akiwa ndio mkuu wa mkutano akiwa yeye, yeah, anaabudu Mungu juu, anaitwa Apollo, lakini amewasimamia Wakristo na kuunganisha dini, akachukua paganism na Christianity akamix pamoja, ikatengeneza religion ya Roman Empire. Kutoka Roman Empire ikaja kuitwa Holy Roman Empire kwa sababu iko under feet of the God. Mnaelewa? Hmm? Hey, kwa hiyo ikaitwa Holy Roman Empire kwa hiyo hapo ndio wakaanza kutengeneza Kristo, maana uromani walikuwa waelewani na Wakristo wale walioacha Yesu, wanafunzi wa Bwana Yosefusi. Maana Yesu, neno Yesu limekuja juzi kwa sababu wazungu walikuwa wana neno J, haipo herufi um... J katika lugha ya Kihebru hakuna, imekuja kuingizwa na Wafaransa mwaka 1829 na pa... Yesu, si. Yesu. Yeah, au Yosefusi au Yehoshua yeah, okay. mweneelewa eh? wanaanzia na wai, ndio maana George Yusufu anaanza kumuita John kwa sababu wamekuja nini, wameka jeni. Kwa hiyo mimi sitaki dini, mimi nimesoma dini hizi zote na hadi leo naendelea kusoma. Nimesoma dini ya confucianism ya Wachina, nimeona ni man made religion, umeelewa. Nikaitupa chini, nikaenda nikaangalia shinto. Shinto wanamwabudu mfalme wa Japani, nikaona ni man made religion, umeelewa. Nikaja nikaangalia dini fulani wanaita aula wanaita Mazda, dini ya wapeshi ya ni waajemi umeelewa? Eh, ukiona gari yoyote inaitwa Mazda duniani ni jina la mungu wa kipeshia wa Kiajemi ambao leo wanaitwa Wairani. Ukisema Mazda, Mazda ni mungu wa watu, umeelewa kaka? Daksani ni mungu wa watu. Kwa hiyo hizi dini zote ni ngeni, zililetwa Afrika. Tulikuwa na dini zetu na timira zetu na tamaduni zetu Walipokuja mainveda wakatulazimisha tuingie kwenye dini zao, ili watutawale vizuri, tuwe watumwa wanyenyekevu, kupitia dini. Imani ya upanga unamaliza watu, uwezi kutawala, utatawala majani. Kwa hiyo wakaamua kuleta dini. Bwana wewe unaitwa jina lako la ajabu ajabu, sijui ni sukule kapwapwa la Kiafrika hilo. Mzungu mm -hmm. anakuambia ukiingia kwenye dini ya Ukristo ili uwe mtu safi, inatakiwa uwe na majina mazuri mazuri. yeah, Joseph. Hey, Joseph. Josefu manake John John ukienda katika translate ya English, Oxford English unakuta John cho maana yake cho, naenda kasome jina John maana yake cho. Peter maana yake panya ni jina ya Kigiriki. Umeelewa? Kwa hiyo hizi dini ni man-made religion, hizi sitaki. Mimi, mimi naabudu Mungu. Uislamu, Uislamu nimeusoma, Uislamu nimeuona, hii kuna Arab supremacy. Arab supremacy, yeah. Yes. Ndani okay, ya Islam kuna Arab supremacy, mm -hmm. Na ukisoma Bible unakuta white supremacy. White supremacy. God of Christianity is a white man, blonde hair brown eyes. Kwa hiyo hapa wewe automatically unakuwa mtumwa mnyenyekevu kwa mzungu, na ukija Uislamu unakuwa mtumwa mnyenyekevu kwa mtumwa mnyenyekevu kwa Waarabu, ukuu wa Arabu Mnerewa, eh? Yaani wewe unapoomba hata ukisali umeinama hivi siga magoti, unamwona Mungu kama kavaa kilemba, yuko jangwani. Maana kuna kitu kinaitwa unavuta hisia, imagination, hisia. Unavuta tunachoabudu ni kipi? Basi wewe unamwona Mungu wako ni Mwarabu, Mwarabu kama Muhammad bin Suleimani amevaa kanzu nyeupe, amefunga kwenye maulidi, ubabu analiwa saa nane usiku saa kumi na moja, hakuna mtu. Umeelewa, bwana? Shakura sana ubabu huo lakini nimeangalia hizi dini nikasoma dokumenti tofauti, vitabu tofauti vya dini tofauti, nikagundua wacha nistiki kwenye mungu wangu wa Kiafrika. Nikitaka kuomba, naweza kwenda kwenye kaburi la babu, nikaenda kwenye mti, nikasimama barabarani, nikakaa kwenye kiti kwenye daladala, mungu wangu ndio maana. Yesu anawambia watu wasiokuwa na akili, anawambia kuna kipindi kitakuja watu watawambia Yesu yuko bondeni, nisiende yuko mlimani, msiende, kwa sababu yu ndani yako, ndani yako eh, yuko ndani yako kwao. Hey, usiende bondeni wala mlimani.